Maelezo yako haya tumeyasikia, tutafanyia kazi kwa vitendo insha Allah, Allah akulipe. Sasa shughuli ina mwenyewe, kiongozi wa mufti mkuu wa Zanzibar, mratibu wa ofisi ya mufti mkuu Zanzibar, kisiwani Pemba, sasa nafasi ni yako, shughuli ni yako, fali ya tafadhal, mashkuru

Viongozi wa jumuiya na taasisi za Kiislamu liopo, waumini wenzangu, kina baba na kina mama tuliohudhuria katika hadhara hii, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu waumini, tumekusanyika hapa kwa ajili ya dua. Fadhila za dua zimeshaelezwa japo kwa ufupi, lakini maelezo yake ni mapana zaidi, na mimi naamini kwamba dua tunazoziomba zinatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Uchaguzi kila miaka mitano hutokezea katika nchi yetu, na haijawahi kutokea hasa hasa, tokea ulipoanza mfumo wa vyama vingi, kufika muda kama huu kwamba tunasema uchaguzi umeshafika na tukawa bado hakuna purukushani ya aina yoyote. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala aendelee kutujalia kuwa katika mazingira ya amani, umoja na mshikamano tulionao huu mpaka mwisho wa nukta ya mwisho ya maisha yetu. Ndugu zangu waumini, uchaguzi utakuja na utapita na kuna, kuna maisha, maisha kabla ya uchaguzi, kuna maisha baada ya uchaguzi. Na kuna maisha baada ya uchaguzi, ni sawa, maisha hayo ni maisha ya hapa duniani, ni sawa, maisha hayo ni maisha ya kaburini, lakini kuna maisha pia baada ya uchaguzi. Uzoefu uliopo inaonyesha ya kwamba mara nyingi sana uchaguzi wa ma yataalaqu bihi na yale yaliyoshikamana na uchaguzi huwa ni sababu ya kututoa sisi katika mstari ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetuelekeza ya kwamba ya la yadkhulu ljannata katiu rahimi, hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu mtu atakayeukata ukoo wake. Hatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu mtu aliyeukata ukoo wake. Lakini kama ambavyo la yadkhulu ljannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu hataingia peponi mtu ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake. Uchaguzi unapokuja mara nyingi yote haya tunayasahau, ujirani mwema unakatika, udugu unakatika, kisa uchaguzi. Ndugu zangu wa Islam, ni kunasihini kama ninavyoinasihi nafsi yangu, uchaguzi usitusahaulishe lengo la kuumbwa kwetu, na uchaguzi usitusahaulishe safari ambayo tunaielekea mbele yetu. Wakati unafanya unachokifanya, unasema unachokisema, kumbuka ya kwamba sasa hivi sisi tuko hapa, kuna watu mwanawandani inasafishwa, wanakwenda kulazwa sasa hivi walisha kuwa wapiga kura hawa, majina yao yameshabandikwa katika vituo. Na mimi na wewe kuna siku tutafungwa mfungo ule wa pipi, maneno yetu na matendo yetu tuliyoyafanya, ikiwa pengine ni kwa sababu ya uchaguzi. Haya yakiwa ni mazuri yatakuwa ni moja katika njia ya najahi ya kufaulu, na yakiwa ni mabaya yatakuwa ni majuto. Wakati huo utakapofika hatujui mimi na wewe, sisi na nyinyi, sisi na wao, kwamba huu uchaguzi tutaufikia. Ni wangapi walishakuwa wagombea hawakuufika uchaguzi? ni wangapi walishakuwa wapiga kura watarajiwa, haikufika tarehe ya uchaguzi? Na mimi na wewe hatujui kama tutafika. Lakini haya unayoyatetea, ni wangapi walishinda, lakini ushindi wao kabla ya muda wa, wa, wa nafasi zao kumalizika, wameviacha viti vikarikiwa na watu wengine? Ni kunasihini, ndugu zangu, tuyakumbuke maisha ya kaburini zaidi Tutimize kila mmoja wajibu wake kwa uadilifu, tusichukuliwe na ghururi za ulimwengu, tuendelee kuwa ndugu. Wakuno ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa mwenyezi Mungu ambao ni ndugu. Uchaguzi usitufarakanishe ukatufanya tukasahau ndugu wetu wa kidini, aliyotuelekeza mtume wetu Muhammad sal llahu alaihi wasallam. Ndugu zangu mimi, hizi ndiyo nasaha zangu kwenu, kama ninavyoinasihi nafsi yangu. Uchaguzi ni fitna, tuchukue tahadhari na fitna hii ambayo kwamba inakuja mbele yetu. Usimfanyie mabaya ndugu yako usimnyime haki zake ndugu yako, usimnyime haki zake ndugu jirani yako, usimfanyie maovu jirani yako. Kisa nini? Kisa uchaguzi. Kisa nini? natafuta nafasi. Kisa nini? Kisa nantafutia nafasi. Mtu jua ya kwamba imal mashita fainaka mujzia bihi, fanya unalotaka kufanya, lakini utalipwa kwa hilo unalotaka kulifanya, kwa hilo utakalolifanya utalipwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wahbib mashita fainaka mufariquhu, mpende unayetaka kumpenda, lakini kwa yakini kuna siku utachana naye kabisa na hutoona naye tena, isipokuwa utakwenda kuona naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu tusijisahau. Ndugu zangu sisi ni wageni katika dunia hii, tunaondoka, safari yetu tunakwenda katika tumbo la ardhi, tuwe na tahadhari. Uchukueni ujumbe huu na mwafikishie wasio kuwepo. La mwisho kabisa, ni washukuru sana viongozi wa taasisi za Kiislamu wote walioandaa mkusanyiko huu, ni mkusanyiko mwema Waheri ni shauri kwamba dua hizi si kwamba mahitaji yake ziko kwa sababu ya uchaguzi tu. Tuna balaa mengi, mambo mengi yanayotusibu katika nchi zetu, mporomoko wa maadili, kila mmoja anaushuhudia, udhalilishaji, kila mmoja anaushuhudia. Haya yote ni mambo ambayo tunapaswa kuweza kushikamana na tukaweza kukaa katika mazingira kama haya tuombe dua. Kwa kuombe, ni kuombeni viongozi wa taasisi za Kiislamu, hata uchaguzi ukipita, tumuombe Mwenyezi Mungu waupitishe salama kabisa tuendelee kuwa wamoja, lakini kwa mambo mbalimbali yanayotukabili, tuendelee kufanya hafalati, yaani yani mikusanyiko ya aina hii kwa ajili ya kumwelekea Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa kitu kimoja Nadhani mambo mengi kwa zaidi ya asilimia tisini tunakubaliana. Kuna asilimia ndogo yale ambayo kwamba tunatofautiana. Tushirikiane kwa pamoja katika yale ambayo tunakubaliana, na tuwekeane heshima vizuri kwa yale ambayo kwamba tunafarikiana, kwa sababu sote tunamuelekea Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiye mlipaji. Isiwe sababu ya kuweza kuugawa umma wa Kiislamu, tuendelee kwa kitu kimoja. Hizo ndizo nasaha zangu kwa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadhira hii, baada ya kusoma dua si ya kwangu, hadhira hii ina shauku na hamu ya kuweza kusikia nasaha zako. Kwa heshima na taadhima, nikwambie tafadhali.